Migogoro yote ambayo inaendelea duniani kote, wanaofaidika is the military industrial complex kwa kwahiyo, kadri kunavyokuwa kuna vita, kadri kunavyokuwa kuna hofu, kadri kunavyokuwa kuna mapigano, the winner is always uh, the military industrial complex. Kwa hiyo, uh, of course kuna kutokupendana kati ya mashariki na magharibi nikimaanisha Urusi na hao. Hiyo ni moja lakini, ndo fursa ambazo zinatumika, tuimarishe jeshi letu, tutengeneze tu uh, defense system, tutengeneze uh, offensive capability na vitu kama hivyo, ambayo zote zinarudi kwenye uh, uh, nani, faida inarudi kwenye um, wanaita nini hizi uh, the military industrial complex yani, unajua, kwa mara ya kwanza takwimu zinaonyesha kwamba uh, Marekani ametumia zaidi ya trilioni dola trilioni moja ndani ya mwaka mmoja kwa sababu ya migogoro, kwa sababu ya vita. Kwa hiyo who's the winner? The winner is the military industrial complex. Ukiangalia who owns them, nani anayemiliki? Ndo hao hao masenata, ndo hao hao mawaziri, ndo hao hao uh, uh, ambao wako kwenye policy makers and behind them ndo kuna uh, the deep state ambayo ndo BlackRock, uh, state street vanguard na wengineo, so ndo, ndo dunia ambayo tupo, ndo challenge ambayo tunakutana nazo.